Mpendwa mtazamaji Juhudi Mapishi, leo hii tupo tena kazini. Leo kuna pishi la karanga za mayai, nitawaelekeza vizuri sana. Kabla ya hapo, nitoe shuhuda. Jamani, juzi niliposti half cake, pishi la half cake Juhudi Mapishi, juzi tuliposti half cake, wameangalia wengi, wamekomenti. Kuna mmoja Nafurahi sana ndugu wa Tanzania mmoja hivi sasa ameshaanza biashara, anajipatia kipato. Nafurahi sana kwa hivyo, kwani ni nia yangu kuwafundisha wamama wa Tanzania tupate vipato vyetu kidogo kidogo, tukiwasaidia waume zetu. Karibuni, leo kuna karanga za mayai, twende jikoni. Fuatilia Juhudi Mapishi, komenti raiki, like, subscribe. Kama ujaelewa comment, weka namba zako, mimi nitakutafuta nitakuelekeza vizuri. Nimejitolea ndugu wa Tanzania bure, asanteni. Karibu tupendwa mtazamaji, leo tuna juhudi mapishi, tuna karanga za mayai. Tuko jikoni na karanga za mayai leo. Karanga kama mnavyoziona hizi, tutatumia leo karanga hizi, ni kilo, kiasi cha kilo tatu alafu hapa kuna ngano kiasi cha kilo moja. Hapa kuna mafuta lita moja tutaenda kuyatumia. Hapa kuna mayai, haya ni mayai nane tutaenda kuyatumia. Hapa kuna sukari, tunaweka sukari kiasi, na hii ni chumvi, chumvi kiasi, ili karanga zetu za mayai ziwe na utamu vizuri, ladha nzuri. Hatua ya kwanza hapa tutaanza kubonda mayai kama ifuatavyo. Tunabonda mayai ndugu mtazamaji, na bonda mayai hapa. za kuweka sukari, tunaweka sukari kwenye mayai, kisha weka sukari kwenye mayai hapa, tuna koroga Penda mtazamaji, tunaweka sukari ili, yaani sukari inaongeza mnato kwenye kwenye karanga zetu. Tutakapochanganya utakuta karanga inanata vizuri, ngano wa na wala haishikamani. Kwa hapa tunakoroga sukari yetu, mchanganyiko wetu wa sukari na Anasema anatumia maji. Aa, hapana, kwenye karanga za mayai hatutumii maji. Penda mtazamaji, maji hatutumii, maji ni mayai tunatumia. Na koroga hapa. Hatua inayofuata unaweka karanga kwenye mchanganyiko wa mayai na sukari. Karanga hizo tumeweka sasa tunaenda kugeuza, tunageuza tunageuza, tunageuza, tuna ndugu mtazamaji, kama mnavyoona karanga zetu zimelowana. Hatutumii maji, kumbuka, hatutumii maji, ni mayai tu, zimelowana. Baada ya hapo, chukua kiasi chako cha chumvi, weka Fanya karanga zako, endelea kukoroga huo mchanganyiko, koroga tena. Mtazamaji, usisahau kulike, subscribe, comment, kufuatilia Juhudi Mapishi mpaka mwisho, utaelewa. Vipo vitu vingi hapa. Inafata kuweka mchanganyiko wa ngano. Sasa hii ngano, mpenda mtazamaji, unaweka kidogo kidogo huku na unachanganya. Haya, tunaanza kuweka hapa. Sasa tutatumia kugeuzia mikono. Unaweka kidogo, unachanganya kidogo.

Juhudi Mapishi, tupo pishi karanga za mayai. Karibuni Juhudi Mapishi, endelea kufuatilia chaneli yetu, utapata vitu vingi sana. Nimejitolea kuwaelekeza Watanzania Kaanga zetu za mayai mwonekano wake ndo huu hapa, ziko tayari kwa kupikwa, kwa kukaangwa. Sasa hapa penda mtazamaji, subiri kidogo, tutaweka jikoni hapa. Tunawasha moto kwa ajili ya kupasha mafuta yetu tayari kwa kuchoma kaanga zetu. mafuta ya tunaweka, mafuta yanachemka. Hakikisha mafuta yanachemka vizuri, tayari kwa kuchoma karanga zetu mayai. Mpendwa mtazamaji, leo Juhudi Mapishi tupo jikoni kwa pishi la karanga za mayai. Subscribe, comment, like. Shea mpendwa wa Tanzania, shea kama una rafiki yako, usimnyime jamani, hupata fursa hii, huenda mwingine hana namba yangu. Shea na jirani yako, wajifunze. Karibu mpendwa mtazamaji, karanga zetu za mayai ziko tayari, kama mnavoona muonekano wake ndo huu, hizi ndo huu, karanga za mayai tayari. Aa mtazamaji, hili pishi letu la karanga za mayai kutoka Juhudi Mapishi hapo. Sasa karanga zetu zimekamilika, hii ni kilo tatu. Mimi hapa na pika hii karanga ya mayai mimi mwenyewe, inaniletea kipato sana. Nitaendelea kuwapa shuhuda za karanga za mayai, ni nzuri sana kwenye kufanya biashara hizi naenda huko, nimepika nikiwa Mlandizi, nimepika nikiwa Visiga Dar es Salaam. Hivi sasa niko Ifakara, bado naendelea kupika karanga za mayai kwa Ifakara. Matunda ya Ifakara ntawaonyesha siku za usoni, kwamba nimepata nini kutoka kwenye karanga za mayai. Karibuni kipindi kijacho. Subscribe, comment like, utaendelea kupata posti zangu nzuri. Asanteni sana.